Tunasoma Qur'ani, Qur'ani imetuambia kwamba watu wetu wa karibu wanaotuonea huruma sisi ni Wakristo. Sasa sisi hatupaswi Waislamu tuwachukie Wakristo, na wale ndio weshatangazwa na Mungu watatuonea huruma sisi, na ndio maana ukikutana na mkristo wa kweli kweli, kama huyu Mpogoro, ananipenda sana na ananilinda pale, kwa sababu msikiti wangu wa Manyema uko chini yake pale Ilala, na ana mawasiliano na mimi sana vizuri, akiwana jama, nimpigeshee vipi vipi vipi, tunakwenda. Yeye mkristo, mimi muislamu, lakini tuko katika nchi yetu, katika kuijenga kwa pamoja. Mimi napitia msikitini kuambia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 hii keki ya nchi hii tumogotoe kwa pamoja kwa raha na utulivu.